Habari, karibu tena. Uh, katika video ya kwanza niliyoiweka, uh, kuna sehemu inafika dakika ya sita hivi huwa inakatika. So hii ni video ambayo inakuja kama mwendelezo wa ile sehemu ya kwanza, ambayo tulisema kwamba, uh, tunataka the first page ni kwamba mtu ak akifungua application ije kuwa ni ile page ya ya login. So, ambacho tunataka kufanya ni kwamba ni kwenda katika web.php. Hapo unadefine route zako na ile first route ambayo ilikuwa eh, inasema welcome ambayo basically hii welcome ilikuwa ina display ile, ile page ya mwanzo ile. Okay. Namba sasa hivi ukuje ku refresh hapa itakuletea hii page hapa. So, instead ya kuleta hii page tukataka iweze ku display ile page ya, ya login. Hapo. So, sasa hivi, ukirefresh hapo, itakuletea page ya kwanza pale, lakini tukasema kwamba sasa tutengeneze kitu kinaitwa sida, ambayo hii sida ni kwamba ni tuna insert data manually katika database yetu bila kutengeneza form. So, sida unatengeneza sida. Sida, unatengeneza kwa kuandika php artisan make sida, unaipa jina sida yako kwa kifupi te admin sida Okay. Na ukija katika folder ya eh, database seeders ukija kwenye admin seed hapa utaikuta ile seed yako. Okay. So, mbacho ifanya pale utasema tu kwamba eh, ni user utaimport ile modo yake eh, okay. Alafu ndani sauku utakuja, utaandika ile kwamba eh, kwenye table ya users kila users, ukija kwenye table ya users hapa Angalia kila user anakuwa na ID e, na name na email password pia so, ambacho nalifanya hapa nikuja kuanza kuandika name e, utasema pala, name admin. Utakuja, ni admin utakuja utaandika email tuseme ni admin @microfinance.com, na kingine ni, ni password hii password lazima kwanza uweze ku hash ha? Utatumia hash ambayo utakuja uta import uta hizi zake utaandika ile password yako pale ya kwanza ile so nitasema sasa, eh php artisan db seed. So baada ya ku seed pale eh, ukuja kwenye database kule eh ukarefresh, utamkuta yule yule admin yule amekuwa ame registered huko, amekuwa ame inserted, na unaweza pia tukajaribu kuweza ku login kwa kutumia ile, ile ile ile account yake ambaye alikuwa ni admin, atume kwa finance then na ile password yake pale, baada ya click login anaweza kuona pale imekuwa login successful. So hivi ndivyo jinsi ya ku ya kutengeneza uh, simple Laravel project na simple authentication yake. So katika next session tutakuja kuangalia eh uh, uh, ni jinsi gani sasa ya kuweza ku customize ku hii login page iwe na muonekano mzuri. Lakini pia na kuita target zile admin dashboard, then sasa baada ya hapo tuanze tuanza kufanya module eh, moja moja. Otherwise, kama ni mara yako ya kwanza, basi si usiache kusubscribe na kualika marafiki wengine. Mpaka wakati mwingine tena.